Wakati Kanisa Katoliki likitoa tamko zito kulaani mauaji dhidi ya maelfu ya Watanzania yaliyofanywa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan, kiongozi huyo yaani Samia Suluhu Hassan ameanza kuwatumia baadhi ya mashehe kujenga hoja kwamba ukosoaji unaoelekezwa kwake kutokana na mauaji hayo ni kwa sababu tu yeye ni Mwislamu. Hiyo anajaribu kutumia karata ya udini kujaribu kwa upande mmoja kuwagawa wa Tanzania lakini kwa upande mwingine kupata utetezi kwamba kinachofanywa ni kwa sababu ya imani yake ya kidini. Makala hii inatupia jicho yote hayo mawili. Yaani, moja inaanza na hilo tamko zito la Kanisa Katoliki, halafu itatupia jicho kwenye hizo jitihada ambazo zimeanza kufanywa na Samia kuwatumia mashehe kumtetea. Kwa hiyo Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania limesema kwamba maandamano si uhalifu na kwamba kuandamana ni haki ya kikatiba inapokuwa njia ya kufikisha malalamiko pale mazungumzo yanaposhindikana. Baraza hilo limenukuu ibara ya ishirini kwenye bracket moja ya katiba inayotambua haki ya kufanya maandamano ya amani na kueleza kwamba ni jambo la kusikitisha kuona waandamanaji wote siku ya uchaguzi wamechukuliwa kama wahalifu bila kutofautisha. Maaskofu hao walisema kuwa adhabu ya mwandamanaji si kuuawa, na hatua zilizochukuliwa dhidi zili ya raia hazikuwiana na msingi wa ulinzi wa haki za msingi. Na walieleza kuwa matukio yaliyoshuhudiwa yalionyesha matumizi makubwa ya nguvu ambayo hayakuzingatia katiba. Kadhalika, maaskofu hao walieleza kuwa chanzo cha maandamano hayo ni masuala makuu yanayolalamikiwa na wananchi. Sababu ya kwanza ni usalama, wakitaja mauaji, utekaji, vipigo na utesaji wa raia bila hatua madhubuti za mamlaka kuyalinda maisha ya Watanzania. Maaskofu hao walinukuu ibara ya kumi na nne ya katiba inayohakikisha haki ya kuishi na kulindwa. Uh, pia walisema kuwa uh, kushindwa kulinda raia kunazalisha hofu na migogoro. Na pia walitaja sababu ya pili ya maandamano hayo ni demok demokrasia, wakieleza kuwa mfumo wa kupata viongozi kwa uhuru na haki umekuwa changamoto ya muda mrefu nchini Tanzania na kila uchaguzi huibua malalamiko yanayojirudia. Uh, maaskofu hao walisisitiza hitaji la mageuzi ya msingi ili kurejesha imani ya wananchi katika mchakato wa siasa. Kadhalika, viongozi hao wa Kanisa Katoliki walifafanua kuwa upungufu wa demokrasia umegeu, umegeuza chaguzi kuwa chanzo cha mivutano badala ya kuwa njia ya wananchi kujieleza. Waliongeza kuwa utofauti katika utoaji wa haki ni sababu nyingine ya maandamano. Walieleza kuwa watu wengi waliokamatwa tarehe ishirini na tisa hawakufikishwa mahakamani wala hawakupewa taarifa kuhusu hatima yao baadhi yao waliachiwa bila masharti, wengine wakizuiliwa bila sababu za kisheria, na wali, uh, maaskofu walisisitiza wali kuwa haki lazima itolewe kwa usawa na kwamba kama hakuna ushahidi dhidi ya waliokamatwa basi waachiwe huru mara moja. Kadhalika walisema kuwa ukamataji usiozingatia sheria unavunja imani ya wananchi katika mifumo ya dola na kuongeza mgawanyiko wa kijamii. Maaskofu hao walipokea taarifa kuhusu udhalilishaji wa wanawake waliokamatwa. Baadhi waliagizwa kuvua nguo, kulala chali wakiwa uchi na kupanua miguu ndani ya magari ya doria kabla ya kupelekwa maeneo yasiyojulikana, ambako walipatiwa unyenyesaji wa kingono. Maaskofu walisema kuwa matendo hayo yanakiuka utu wa ubina, utu wa binadamu na hayakubaliki chini ya katiba. Walitaka uchunguzi ufanyike kubaini ukweli na kuwawajibisha wote waliohusika. Walionya kuwa ukimya juu ya matendo haya unaongeza majeraha ya wahanga na kudhoofisha imani ya wananchi dhidi ya serikali. Walisisitiza kuwa haki na hadhi ya mwanadamu inalindwa na katiba na ni lazima kuheshimiwa wakati wote. Kadhalika, maaskofu hao walizungumzia umuhimu wa utawala wa sheria kama msingi wa usalama wa taifa. Walisema kuwa bila utawala wa sheria, wananchi hupoteza imani katika taasisi na mamlaka yanageuka kuwa chanzo cha mateso badala ya ulinzi. Vilevile walieleza kuwa uh, walitoa wito wa kurejesha uzingatiaji wa haki, ukweli, usawa na uwajibikaji kwa maslahi ya umma. Walisisitiza umuhimu wa katiba mpya, wakisema imekuwa kilio cha muda mrefu na ni msingi wa kuzuia migogoro ya kisiasa inayojirudia. Maaskofu hao walitaka mchakato wa katiba mpya uwe shirikishi, uwe wa wazi na wenye kujenga taifa lenye misingi thabiti ya kisheria. Vilevile, maaskofu hao walieleza kuwa katiba mpya ni muhimu katika kujenga misingi ya utu, usawa na haki kwa wote. Waliongeza kuwa kusikiliza wananchi ni nguzo ya amani na kwamba kutosikilizwa kunalazimisha watu kutumia njia nyingine kuonyesha malalamiko yao. Mara nyingi Uh, njia kama hizo uh, kama maandamano yalikuwa ni njia ya kufikisha ujumbe baada ya zile njia uh, za kawaida kuwa zimeshindikana. Maaskofu hao walitoa wito kwa viongozi kutenga muda wa kusikiliza wananchi bila kuwabeza. Walisema kuwa uongozi wa kweli hauwezi kudumu bila kutambua na kuheshimu sauti za wananchi. Walisisitiza kuwa kusikiliza ni hatua ya msingi kuelekea maridhiano na kuondoa mvutano uliopo. Kadhalika, maaskofu hao wa Kanisa Katoliki walisisitiza umuhimu wa sala kwa taifa. Walieleza kuwa sala ni chanzo cha faraja, matumaini na uponyaji, hasa kwa taifa lililojeruhiwa. Walitoa wito kwa wananchi wote kuendelea kusali kwa ajili ya haki, amani na utulivu. Walitoa sala kwa walioumia na waliofiwa, wakiomba upendo na ulinzi wa Mungu waguse wote. Walisisitiza kuwa sala hujenga umoja wa kitaifa na ina uwezo wa kuponya majeraha ya kijamii walinukuu Yohana kumi na saba ishirini na mbili kama msingi wa kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa. Vilevile maaskofu hao walitoa kumbusho kuhusu risasi kutokuwa njia ya kunyamazisha watu kwa sababu vifo huzalisha vifo zaidi. Walitoa rai kwa viongozi kutumia hekima na kutoa muda kusikiliza kuwasikiliza wananchi. Walihimiza kutafuta mwanzo mpya utakaorejesha imani katika uhai, usalama na mustakabali wa taifa. Waliongeza kuwa taifa linahitaji kurejesha taswira yake kimataifa kupitia hatua za kuimarisha haki na kuzuia ukiukwaji wa haki za binadamu. Walisisitiza umuhimu wa maridhiano kama njia ya kuponya majeraha ya kijamii. Walisisitiza sala kwa majeruhi na kwa marehemu kama sehemu ya uponyaji wa kitaifa. Vilevile vile watumishi hao wa Mungu walieleza kuwa tafakari yao ni matokeo ya mkutano wa Baraza la Maaskofu uliofanyika kuanzia Novemba 11 hadi 14 mwaka huu 2025. Walisisitiza kuwa ujumbe wao umejengwa juu ya taarifa walizopokea kutoka maeneo mbalimbali mbali ya nchini Tanzania. Walibainisha kuwa lengo lao ni kuhimiza majadiliano ya kitaifa, si kulaumu, bali kuonyesha maeneo yanayohitaji marekebisho ili nchi irejee katika utulivu. Walikumbusha kuwa Tanzania ina historia ya amani ambayo inaweza kurejeshwa kwa kuzingatia haki, umoja na uongozi unaothamini utu. Walitoa wito wa kusimama pamoja ya kama taifa na kulinda uhai na thamani ya kila mtu. Kadhalika, katika hitimisho lao, maaskofu hao walitoa sala kwa marehemu kwa wapumzike kwa amani, kwa majeruhi wapone, na kwa viongozi waongoze kwa hekima. Walisisitiza kuwa ujumbe wao unalenga kukumbusha taifa kuwa linahitaji uadilifu, umoja na misingi madhubuti ya utawala wa sheria. Walitoa wito wa kuhakikisha amani na mshikamano vinaendelea kuongoza taifa katika kipindi hiki kigumu. Walimalizia kwa kusema, Mungu aibariki Tanzania na waongozi wananchi katika kutafuta suluhu ya kudumu kwa changamoto zinazoikabili nchi. Hilo lilikuwa ni tamko la baraza la maaskofu wa Katoliki Tanzania. Na tamko hilo limekuja wakati baadhi ya watu walikuwa wakilalamika kuhusu ukimya wa viongozi wa dini, kwa sababu tangu uh, yalipoanza maandamano na hatimaye Samia kutuma uh, vyombo vya dola kuanza mauaji mfululizo uh, kumekuwa na ukimya kutoka kwa uh, makanisa, lakini angalau kanisa Katoliki uh, limeweza kuchukua hatua hizi. hata hivyo kuna dalili kwamba Samia katika kutapatapa kwake ameanza kuwatumia baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu, na haya yanathibitishwa na matamko mawili kutoka kwa upande mmoja, Baraza la Waislamu Tanzania Bakwata, na upande mwingine kutoka kwa, uh, kwa shehe mmoja ambaye ni mjumbe wa Baraza la Ulama wa Bakwata. Kwa hiyo imamu mkuu wa msikiti wa Manyema na mjumbe wa baraza la ulama la Bakwata Taifa, Sheh Hamid Masud Jongo ametoa onyo kwa Waislamu dhidi ya kushiriki maandamano na ghasia. Alisema kuna mpango wa kuwaingiza vijana Waislam katika maandamano ili wapoteze maisha kama sehemu ya njama ya kuvuruga amani ya nchi. Katika hotuba ya sala ya Ijumaa, shehe huyo Hamid Masud Jongo alisema kuna watu wasiopenda utulivu na wanaoendelea kupanga maafa mapya. Alieleza kuwa ghasia za siku ya uchaguzi zilihusisha vijana walioshawishiwa na zimesababisha vifo, majeraha na uharibifu mkubwa wa mali, ikiwemo vituo vya mafuta na miundombinu ya mwendo kasi. Alisisitiza kuwa kutii mamlaka ni wajibu wa Kiislamu na akahimiza kufuata maagizo ya vyombo vya usalama. Kwa hiyo kwa huyu Uh, Shehe Jongo um, kutii haki ni muhimu kuliko kutendewa haki. Kwa hiyo hilo alivyokuwa kutii sheria ni muhimu kuliko kutendewa haki, wanasema kuwa amani ni muhimu kuliko haki, wakati amani haiwezi kupatikana pale ambapo watu hawapewi haki. Uh, lakini pia kulikuwa na tamko jingine iliyotolewa na baraza la Waislamu, baraza kuu la Waislamu wa wa Tanzania BAKWATA. Uh, na taasisi mbalimbali za Kiislamu wakidai kuwa uh, kudai haki kunahitaji mazingira ya amani na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa zimeharibu misingi ya utu na haki. Tamko hilo lilisomwa na Sheikh Isa Othman Isa kwa niaba ya Mufti Mkuu na kwe, ambapo tamko lilieleza kuwa vurugu hizo zimesababisha vifo vya watu wasio na hatia, ulemavu na uharibifu wa mali na walikumbusha kuwa kabla ya uchaguzi mkuu walihimiza utunzaji wa amani na kwa sababu kudai haki ni halali, lakini lazima kufanyika bila kuhatarisha utulivu uh, wa taifa. Pia walitoa wito wa uchunguzi wa kina kubaini waliochochea waliowachochea vuru... vijana kujiingiza katika uhalifu uliosababisha maafa. Hawa BAKWATA wamediriki kusema kuwa kilichofanyika tarehe ishirini na tisa na vijana kuwawa ni uhalifu. Katika tamko lao hawakugusia lolote kuhusu walioshiriki kuwatoa uhai. Tuna zaidi, kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni ni kwamba takriban watu elfu kumi uh, wameuawa na Samia. Lakini hawa watu ambao ni viongozi wa dini wanashindwa hata kuwa na aibu ya kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu waliotenda mauaji, lakini wao akili yao wameielekeza kwa hao wanaodai kuwa walishawishi kufanyika kwa maandamano, lakini kumbukwe kwamba wakati Kanisa Katoliki uh, lilikuwa mstari wa mbele katika kukemea uh, utekaji, ubakaji, ulawiti na mauaji yanayofanywa na serikali ya Samia uh, kabla ya uchaguzi, hakujawahi kutokea wakati wowote wa kwa viongozi wa BAKWATA au hizi taasisi nyingine za Kiislamu kukemea hayo matendo, lakini wamekuwa haraka kukemea vijana walioamua kuandamana hiyo hayo ndio yaliyojiri. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye komenti. Asante na kwaherini.